Kumekuwa kuna tetesi ambazo zimesumbua sana kwenye mitandao ya kijamii siku za hivi karibuni. Yote hii ni mara baada ya skendo za kutosha kabisa, baadhi ya watu mitandao tofauti tofauti, paparazi wakiendelea kuposti kwamba Juma Jux sasa hivi yupo mbioni kwa ajili ya kupata mtoto. Sasa zile tetesi ambazo zimeibuka kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na Juma Jux pamoja na mpenzi eh, wake ambaye pia pamoja na mke wake kwa sasa ambaye ni Priscilla. Sasa Damo Platinum yeye ameweza kuzungumza kuhusiana na lile zile tetesi ambazo zinaendelea kwamba Juma Jux pamoja na mpenzi wake Priscilla mbioni kupata mtoto. Sasa nataka nikupe time pia uweze kumsikiliza Damo Platinum ambavyo aliweza kuzungumza baada ya kupata kipaza kwenye JP 2025 ndio ambayo ilikuwa inatamatika hapa Bongo eh, Super Domasaki au viviwana we natuhakikisha sisi wote kwenye nchi mkombo vumilivu, lakini Mwenyezi Mungu awajalie ndoa yenu ya heri, idumu iwe na upendo. Ikajibu tunasikia chini chini watu wanasema kuna mtoto tayari, na mtoto akawe kweli, akitoka awe na baraka, awe na maisha marefu. Mungu ampe hekima, upendo, talenti kama wewe babake, awape nyota kama ni nyo wazazi wake, awape maendeleo, akubalike na watu kama watu wanavyokubalika hapa. Mi sina mengi, nakushukuru sana. Asante kwa kutualika, asante kwa kutukuanisha pamoja, lop, tumekaa ma celebrities tofauti tofauti, raha kwa kweli kweli yani, as we speaking. Lakini mbali na hapo, moja kati ya watu ambao tunaweza kasema ni mabff wa mwanadada Priscilla eh, kijana huyu wa kiume ambaye anakwenda kwa jina la Eni kutoka Nigeria, yeye amekana moja kwa moja baada ya kuweza kuhojiwa na moja kati ya chombo cha habari kutoka hapa hapa Tanzania kusema kwamba hadi sasa hivi hajasikia chochote kuhusiana na ujauzito ambao eh, Priscilla watu inasemekana kwamba yuko nao. Sasa kwa upande wa yeye ambaye ni rafiki yake kindakindaki wa Priscilla, alikana kusema kwamba hajasikia jambo lolote. Sasa pengine labda mimi na wewe tuendelee kujipa time, lakini nakushauri tu kwa wewe mdau wa burudani kutoka kipande chochote, make sure tuamba tuna subscribe kwa ajili ya kuweza kupata taarifa kadha kadha ambazo zinazidi kuendelea kutoka ndani na nje ya mipaka Tanzania. Tutazidi kukujuza, tupe mtazamo wako kwenye wanja comment hapo, usiache kusubscribe kwa taarifa kadha kadha. Chao chao.